Sasa ndoa yenu na muda gani mpaka leo? Miaka minne. Mlipatana mm, mkiwa mzee director wewe msanii ama ilikuwaje? Eh, tulikutana Kumbolela ile ya kwanza kabisa msimu wa kwanza. Walau walau, <laughs> tu share ile moment kwa ufupi. How it started. Ndio hivyo, tulikutana Tukombolela, mimi niliitwa na Abduli kwenda ku shoot Kumbolela, tukakutana pale as director na msanii wake, tukafanya kazi vizuri. Eh, mimi nilikuwa single nisiwe mwongo. Hicho kipindi nilikuta niko single na hapana, nasema kweli na mbona e, ndo, anajua. <laughs> ah, <juli. laughs> kama unanibana hivi? Bana hiv kaka, vipi, mimi nilikuwa siko kwenye mahusiano, alinikuta mimi nikiwa nimeachana na mwanaume ambaye nilikuwa naye kwa hiyo alivyokuja, alivyoanza kuniapproach kwanza, aliniongopea akanambia nataka kwanza ni nasema kweli, sasa tunataka nisemwe, tulia, atulia, akaniongopea akanambia aka, ni nataka nikusaidie sana yako, eh, nikusimamie. Kwanza unasimamia na nani? Kaona he, kwa manager, eh, akanipa manager mmoja bwana anaitwa Isa ma project Swaibaki. Sasa tukafanya kazi na Isa, huyu bwana kumbe akawa na, e, na, hey. hey. aka, na, na lengo ingine lakini sio lengo baya. Eh, alivyokuja kwangu akanambia mimi nini? Ay, nini ya yeah. <laughs> Akanambia mbona mm, katisha interview yangu vipi mm, babu unaona? Akanambia mimi nataka nikuoe. Kwa maana kwamba filamu na maigizo kwa ujumla, moja kati ya wanawake ambao kuna mengi ambayo wameshayafanya, tunamfahamu kwa jina la Salha, lakini tunamfahamu kwa jina la Zuhura Kaoge kupitia kwenye tamthilia ya Kombolela, moja kati ya tamthilia ambazo mtaani kule tunafahamu kile ambacho kinatokea. Nipo na Birthday Girl kwa maana kwamba mwenyewe Zuhura Kaoge akiwa sambamba na director. Machupa, ama naweza nikasema mumewe, kwa maana kwamba Birthday Girl na Birthday Boy. Tutazungumza nao, tuambie ilikuwa ni maandalizi kiasi gani na hiki ambacho kimetokea, walizamilia au walitarajia jinsi ambavyo watu walikuwa wamekuja ama hawajatarajia. Tutazungumza nao. Mzee, inakwaje? Ah, poa mwanangu, mambo yanaenda kama kawaida. Nimeshazungumza na na Birthday Girl hapa, wewe sizungumza na wewe, ndo mara ya kwanza nazungumza na wewe. Natamani nipate walau kwa ufupi hiki ambacho kimetokea, malengo yalikuwa haya tumefeli kiasi gani ama tumefaulu kiasi gani? Uh, malengo yalikuwa ni haya, lakini hiki kimezidi zaidi. Kwa maana ya kwamba unapoandaa jambo lako lolote lazima uwe na, na lengo kwamba uh, asilimia tunasema kwamba nafanya hichi kitu isipofika asilimia kumi basi walau asilimia saba lakini sasa kuna wakati Mungu n na anafanya miujiza yake, unaweza kuweka jambo katika asilimia kumi ukajikuta kwamba pata asilimia ishirini. Kwa upande wetu sisi hii ni asilimia mia. Kwa sababu gani? Hatukuwaza kwamba itakuwa hivi. Unajua saizi mambo ni mengi, kila watu wanafanya vitu vyao. Kwa hiyo kuitikia kama hivi, wingi wa watu, watu walivyofurahi, hatukutarajia japo tulitarajia kwa maana tunavyoishi na watu vizuri, ila mihangaiko ya maisha hapa Dar es Salaam watu wako busy, hatukutarajia kama watu watafika kwa ukubwa huo. Kwa hiyo tume surprise na tumependa kwa kweli. Yeah. Sawa so, basi Degel, wakati wakati wakati Basti Boy hapa anazungumza ana, ana, maneno fulani hivi kama ulikuwa uliyapokea kwa hisia kwa mbali, sisi ambao tulikuwa tunazoom kamera tulikuwa tunaona kama kamchozi hivi. Ulikuwa ulikua unawaza nini pale? <laughs> Kwanza mimi naweza nikasema mimi nampenda sana mume wangu na ni mwanaume anayenipa furaha uh, tunasikilizana. Sio kama atugombani, tunagomana lakini tunasikilizana sana. Ni mwanaume anayenipa furaha, ni mwanaume anayenifanya na mimi sasa, nikikaa nasema yes, mimi sasa nina mwanaume, nina mume, nina mtu ambaye ananiongoza. Kwanza anapenda sana nifanye kazi, anapenda sana niimbe, yaani mume wangu mimi bwana, nagombana naye sana kwenye kipengele cha kuimba sana. Yani ananiambia hapana, ingia studio, rekodi rekodi rekodi ngoma, wewe. Yani ni mwanaume ambaye anapenda nifanye kazi, alafu ana support sana kwenye vipaji vyangu, maana mimi na vipaji, naimba naigiza, vyote anani support kwa oh. Nimesikia kuna OMC na OMC pia ya eh, hey, na iko ni kipaji kingine, kwa hiyo anani support kwa kwa ukubwa sana, nisiwe mwongo. M mm. kwenye kazi wakati wakati mpo location, mm. bibi ni msanii, wewe ni director, yeah. changamoto zinakuwa ni nini? Yani e, nataka ni usiniche ni sasa kazi na mahusiano, changamoto yako wewe ni nini kama mwanaume sasa umwangomea? Um, bwana ni, ni ni siyo mwongo, hakuna changamoto. Unajua mimi kidogo nina muda mrefu kwenye industry, kwa hiyo nafahamu namna na ya kuishi. Unajua naweza nikakwambia kitu kidogo tu, kuna watu wawili wanaishi ndani ya mtu mmoja nikiwa na maana kwamba kuna wewe ambaye upo sasa hivi, alafu kuna wewe ambaye wa baadaye. Nikiwa na maana kwamba kuna huyu bibi ambaye ni mke wangu Salah Abdallah, alafu kuna huyu bibi ambaye ni mwigizaji. Au ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo napokutana na mke wangu nyumbani, ni mke wangu, napokutana na na mwigizaji tukiwa seti, ni mwigizaji pale, sio mke wangu. Kwa kwangu kwa hawezi kuwa kwa changamoto kubwa kwa sababu kunishinda kwa sababu nina uwezo mkubwa sana wa kuishi kwenye kidogo sana kazi, sababu, na naye, kwa mimi, hai. So sasa ndoa yenu na muda gani mpaka leo? miaka minne. mm. ipatana mkiwa Mzee, director wewe msanii, ama ilikwaje? Eh, tulikutana Kombolela ile ya kwanza kabisa msimu wa kwanza. Walau walau tushare ile moment kwa ufupi. How it started. Ndio hivyo, tulikutana tukumbolela mimi niliitwa na Abduli kwenda ku shoot Kombolela, uh, tukakutana pale as director na msanii wake, tukafanya kazi vizuri. Ndio ulikuwa single? Hey, mimi nilikuwa single nisiwe mwongo. Hicho kipindi alinikuta niko single. Na hapana nasema kweli kweli. Kweli ambacho hujasema. Sasa mbona kama unanibana hivi? Kaka vipi? Eli mimi nilikuwa siko kwenye mahusiano, alinikuta mimi nikiwa nimeachana na mwanaume ambaye nilikuwaga naye, kwa hiyo alivyokuja alivyoanza kuni approach kwanza, aliniongopea akanambia nataka kwanza, ni nasema kweli. Sasa tulia, atulia, akaniongopea akanambia nataka nikusaidie sana yako, eh, nikusimamie. Kwanza unasimamia na nani? Akanipa manager mmoja bwana anaitwa Isa ma project swaibaki. Sasa tukafanya kazi na Isa huyu bwana, kumbe akawa na, na lengo lingine, lakini sio lengo baya. E, alivyokuja kwangu akanambia mimi nini, nini <laughs> akanambia mbona mm, katisha interview yangu vipi babu? Unaona, akanambia mimi nataka nikuoe. Unaona, na mimi nikamwambia kama nataka kuwa kwenye mahusiano na mimi, hatuwezi kukaa mwaka miaka miwili minne mitano. uh -huh. Mimi siwezi kwa kweli, kwa so, sababu kitu ambacho siwezi kukificha ni mahusiano yangu. Siwezi kuficha mume wangu. Mume wangu mwanaume wangu ni mwanaume wangu, kwa hiyo kama tunakuwa kwenye mahusiano ya kuchezeana baba, nenda, ila kama unakuja kwa msimamo kwamba ninataka nikuoe ili uwe mke wangu, basi sawa na kukaribisha kweli. Akaja akatoa barua, kaleta mahari, akanioa. Hmm. Changamoto, changamoto ni zipi wanaume tunakutana nazo au unakutana nazo pale unapokuwa unaingia kwenye mahusiano whether ni ya kawaida au ya mke na mwanamke ambaye ni msanii ama mwigizaji? Changamoto zipo. Hmm. Uh, mimi wanapenda kuzungumza in general. Hmm. Hakuna kitu chepesi. Kitu kigumu kwenye maisha ni kuishi na mtu mwingine ambaye sio wewe Mm. Yani kuishi na mwanamke ama mwanamke kuishi na mwanaume ni kitu kigumu sana kwa sababu mnakutanisha tabia mbili tofauti. Kila mtu anamaliza. <tipi> Kwa hiyo sasa kama nilivyosema kwa hiyo sasa zile tabia mnapokuja kuzi... kuziunganisha hamwezi ku... Ku... Ku... kuendana kwa wakati huo. Uh, changamoto huwa kubwa zaidi kama hamtaamua kutengeneza tabia yenu. Kwa mimi kwangu siwezi kusema ni changamoto kubwa sana kwa sababu Mungu amenijalia uwezo fulani hivi wa kumuelewa binadamu na kuishi naye. Kwa hiyo najua kati ya tabia tabia mbili ambazo tume tumekuwa zipo tofauti, tutengeneze tabia yetu. Lakini kitu kikubwa zaidi kuelewa kwamba hakuna mkamilifu baina yenu. Kwamba lazima tukosee ili tujifunze na lazima tuishi. Kwa sababu changamoto yote ikija kwenye maisha yangu ya ndoa mimi kwangu na ni kitu cha kawaida, kwa sababu lazima itokee. Kwa nini? Kwa sababu mimi so malaika, mimi ni binadamu. Kwa hiyo naelewa kuna kitu fulani kinaitwa kuelewa hapa. Kwa hiyo kwangu hainisumbui sana, kwa sababu ya kazi zake. Ambaye atakayekuelewa ni kitu kizuri sana, amwezi kugombana inamwezi kuishi katika maisha magumu. Mimi naelewa kazi yake, naanza kaudi. Mimi nafunguaga mlango kama niko nyumbani. Naanza kaudi saa kumi na moja namfungulia mlango namwanda maji kaoge mwanangu, fresh baridi baridi. Saa kumi na moja kwamba karudi siku ya pili. Karudi siku ya pili katoka kushuti. Kesho anataka kuamka mimi nitamwamsha mapema au amka, namponjia nguo nenda kashuti. Kwa nini? Mwamwelewa mtu wako unampenda na kama unampenda basi unatamani umuone anafanikiwa mm. Ukiona mtu atamani kukuona unafanikiwa akupende wewe mm. Sasa kwangu mimi sisemi changamoto kwenye hizo kazi zake mm. Kwanza nafurahi akiwa bize zaidi, itamuepusha na vitu vingine vya ovyo ovyo mm. Majungu, si unajua wanawake walivyokuwa. Bize mimi na enjoy, kwa kwangu hakuna changamoto. sa, sa, sorry, sasa wewe ni msanii alafu mzee wangu hapa machupa, we ni, we ni, director. Unahisi, ni, ni, ni vitu gani ambavyo vimefanya mconnect hivi, mbona mahusiano strong? Kufanya kazi pamoja ama nini? Sio tu kufanya kazi pamoja, kwanza tunaaminiana. Sio unanielewa yani, tunaaminiana. Yani kati yetu sisi hakuna mtu aliyewahi kukuta uchafu wa mwenzie, sio unanielewa, kwa miaka minne, na kwa sababu sisi ni wakweli Unajua watu waga wana tabia moja, wanafananisha mahusiano yao. Mtu anakuambia we, hey, sio wanaume sio mwana. Sasa huyo we, wako wewe kakuchiti, wangu mimi aje nichiti? Ndio kusikia mtu mmoja anasema, haiwezekani wote mkawa sawa, wote mkawa wakamilifu. Nisha kusikia kitu na nyinyi miaka minne eh? Ni kweli, watu hatuwezi kuwa wakamilifu, kwa sababu hakuna mkamilifu duniani, unaelewa eh. Kila mtu ana kasoro zake. Ndio kama hivyo, tunabishana tunagombana sasa tunabishana sisi, tunabishana kwa kweli, nami mimi ndo mbishi, na mwenyewe najua, nashukuru Mungu amejisema, unaona? Lakini yote kwa yote, kama ambavyo nimekwambia, ni uaminifu, yaani tunaaminiana, tunaheshimiana. Unajua, unaweza ukawa na mtu kwenye mahusiano, lakini ukaona tu vitu tofauti vya ajabu, ukaona wanaume wote wabaya. Lakini mimi nakataa, kuna wanaume, sio wote wabaya ila mbaya, mwanaume wako wewe alikuumiza, sio kila mwanaume mbaya. Kwa hiyo nakuta wana watu wananiambia wewe usiseme hivyo, wanaume waseme hivyo ah ah, nasema kweli, kwa sababu sijaona huo ubaya. Nikiona ubaya nitasema, ah kumbe na wewe ni mbaya. Sasa natamani tuzungumze mengi, lakini muda umeyoma na jambo lishaisha, watu wanasinzia yeah. Msanii na director tu, tu, tu, mnawishi siku moja moyo na kitu kimoja. Bila shaka, sasa hivi upo chini ya mtu, upo kwa Abduli pale na bibi hapo, upo kwa Abduli kuna kitu chochote ambacho mmesha kiandaa ama mnakiandaa baadaye, sasa muwe na kampuni yenu, ikibidi wewe direct ibiawe msanii, ama kipo ama kinakuja? Uh, of course kipo, mimi nafanya kazi na Abdul mm. my brother cmbayo nimeanza naye mbali sana, ndo amenifanya mimi kuwa machupa mm. lakini nje hapo napambana, nina taasisi inaitwa Vision Talent. Hiyo taasisi ipo kwa ajili ya kusimamia waigizaji uh, kuwapa elimu ya uigizaji na namna ya kujiongoza. Pia inazalisha filamu, ndani yake kuna darasa ambapo watu wanajifunza. Taasisi hiyo inasimamiwa na brada yangu uh, Steven Kalinga aka Sabakali, wanaisimamia taasisi. Tunafanya kazi nyingi, mke wangu akiwa ni producer wa hiyo taasisi vizuri, na tuna kazi zetu nyingi ambazo um, zinafanyika Hmm. Zinapatikana katika website yetu moja, sisi tunasema jukwaa letu la, la la la, la, kuonyesha uwezo wetu uh, kwa YouTube. Mm. Uh, for pictures na pia taasisi yetu imetoa watu wengi, sitaki kuwataja. Mm, wana majina makubwa sasa, hizo wamekuwa hit ila wametoka kwa kama tasea. Kama ukiwataja itakuwa ni credit ya hata watu waamini kwamba hiki kinachosemwa kina faida. Of course ndio kina faida, lakini sasa unajua vijana bwana, unaweza waka ukawataja kwa sababu ana director machupa wa Kombolela ameleta shobo, kumbe ni katika uhalisia tu wa maisha uh, wapo vijana wengi, mfano ukiangalia Kombolela, kuna mtu anaitwa Bilai katoka kwenye taasisi yetu, na kitu kizuri kwamba huyu uh, uh, Abduli ambaye tunamzungumzia hapa, yeye ni mlezi wa taasisi yetu, kwa kuna namna fulani ambayo anatusaidia. Kuna vijana ambao saizi wana hiti kwenye YouTube, kwa anaitwa Manyanya, amepita pale kwenye taasisi yetu ah, ukimzungumzia sio, anaitwa Violet Sijawa zungumzia watu kwa mara ya kwanza, nazungumza kwa sasa, tuna vitu vingi na hapo watu wengi wanakuja mm. Lakini sasa sisi tuna utaratibu bwana, hatuwezi kumtoa kila mtu atumpokee kila mtu mm. Na sasa niwaambie tu Vision talent ina jambo kubwa sana ina Ujabu. Acha hii series ambayo inaruka sasa hivi inaitwa Tunu ambayo imeandikwa na Sabakali na kuongozwa na yeye mwenyewe producer akiwa bibi hapa, ila kuna jambo fulani kubwa sana sisi tunafanya kwa ajili ya wa kuonyesha watu waone uwezo wa waigizaji, atufanyi for money a ah a -ah. Tupo kwa ajili ya wa kuwasaidia watu, na kweli watu wanaonekana wanachukua sehemu tofauti tofauti, kwa hiyo wajiandae kuna jambo kubwa sana linakuja kutoka pale Vision and Talent. Kelele nyingi sana, especially, mimi ndo watu wengi sana, kwa sababu unajua mimi naongoza mradi mkubwa sana Tanzania, kwao watu wengi wanaamini nikiwa na machupa basi mimi nitatoboa maisha yako. Huwa unaongea na brother wangu kwamba mzee, vipi, unaweza kupokea watu sawa. Naweza kupokea watu. Kwa hiyo pale kuna taratibu za kujiunga, kwa hiyo ndo anazielewa zaidi. Kwa mimi kama nikiona, okay, sawa, mtu anisumbua sumbua sana, basi bwana, namba hiyo, ongea na kiongozi. Hata kama yuko na kusumbua sana, basi unamuona tu huyo bwana Kalinga. Eh, neno la mwisho la kumalizia. Ah, neno la mwisho niseme tu, hii ni kwa Tanzania wote. Napenda kusema kwamba tuwe wazalendo na tafsiri sahihi ya kuwa wazalendo ni kupenda cha kwako zaidi kuliko cha mtu mwingine. Ili tasnia yetu ikuwe, lazima sisi wenyewe tuipende. Kwa hiyo, Watanzania tuwe wazalendo, na kuwa wazalendo ni kupenda cha kwako zaidi kuliko cha jirani, hata kama cha kwako ni kibovu kiasi gani. Zuhura Kaoge, la <coughs> mwisho Nawapenda tu mashabiki zangu, naomba waendelee kunisupport kwenye kazi zangu kama hivyo Kumbolela na kazi nyingine ambazo zitakuja, kama hivyo tunatunu iko YouTube, wasisahau subscribe, ku like na ku comment pale, waende tu pictures YouTube, wataona kazi zetu. Lakini pia waende wakaangalie cover ya nilifanya ya muda ya Joel Lwagwa, alafu naanza kuachia ngoma sasa back laza kidogo ya bongo flavor, amenambia una bongo flavor unaimba laza kidogo, sauti imekauka. Mimi tangu mbia ya Jolwagwa, yani, ni swala la muda <laughs> muda ni peni tu muda la <laughs> maana ni uai. Mungu akubariki kila laheri. Asante sana, asante sana.